Habari Mtanzania, tuko kwenye jiji la Tanga na leo tumetamatisha mafunzo wezeshi kwa wazazi mia tano na kumi katika halmashauri ya jiji la Tanga ambalo linakata 27. Na tuko chini ya mradi wa Shiriki Tujenge Tanga Yetu ambao unatekelezwa ndani ya halmashauri jiji la Tanga kupitia shirika la Restless Development. malengo hasa ni nini? Malengo haya yalikuwa ni kwa ajili ya kuwafundisha wazazi malezi na wazazi namna ambavyo wanaweza kukaa na vijana wa wa kisasa, vijana wa kipindi hichi, katika kuendelea kuwaongezea ubunifu, kuwaweka vijana kukaa kwenye dira haswa, lakini pia vijana kushirikiana na serikali yao katika kuleta maendeleo katika taifa letu kwenye kata, lakini pia kwenye jamii zao. Nini matarajio yetu? Matarajio yetu kupitia mafunzo ambayo ameenda kwa wazazi ni kuongeza ushiriki wa vijana katika fursa mbalimbali, lakini pia wazazi kushirikiana na vijana hasa katika kipindi hichi bila kusahau kwamba wazazi vijana na serikali yao lazima wawe kitu kimoja katika kushirikiana kuleta maendeleo. Na nini matarajio kwa vijana? Tunategemea kila mzazi wa halmashauri ya jiji hili la Tanga kumtia moyo kumwezesha kumsaidia lakini pia kumfasiliteti kijana kuendelea kujilink kujiungamanisha na fursa mbalimbali ambazo zinaendelea kutembea ndani ya jiji letu la Tanga. Hapo mbele tutakupa na utaendelea kuongea na wawezeshaji wetu watakupa hasa ni nini ambacho walienda kukifanya kule na feedback gani au impact ambayo wanaitegemea baada ya mafunzo hayo kutokea. Aa, jina langu ni Betha Damas. Katika mafunzo hayo nilikuwa mwezeshaji. Lengo kubwa la elimu hii, tumetoa elimu juu ya uelewa, umuhimu wa mawasiliano yenye ufanisi baina ya vijana na wazazi, umuhimu wa ushiriki wa vijana kwenye a, maamuzi katika ngazi ya familia. Umuhimu wa kushirikisha vijana katika kutatua migogoro katika a, ngazi ya jamii pamoja na familia. A, wazazi tumewakumbusha majukumu ya kulea na namna ya kulea, malezi bora kwa kuzingatia muda na umri wa kijana kwamba kijana sanyana na miaka kumi na tano na miaka ishirini wanakuwa na mahitaji tofauti, mwingine ana kazi na mahitaji tofauti. Kwa hiyo tumemfundisha kijana yule anayehitaji mahitaji ya kujengewa uwezo katika uongozi, kujengewa kujitambua, kijana anahitaji stadi za maisha. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa kushirikisha vijana katika kufanya maamuzi. Ah, naitwa Hadija Msenga. Mimi ni afisa maendeleo ya jamii, lakini kwa kipindi hiki ni mwezeshaji mwongozaji katika swala zima la namna ni kiasi gani kwamba mzazi anaweza akashirikiana na serikali katika kuwa jicho la tatu kwa kijana, namna ambavyo kijana anaweza akafikia hizi fursa ambazo zipo. Kwa hiyo sisi ilikuwa ni sehemu ya kuweka muunganiko sasa baina ya mzazi na mzazi au mlezi pamoja na kijana pale nyumbani, maana nafasi nyingi au kuna nafasi nyingi ambazo zipo kijana inabidi azitumie au azione kwa peke yake, hawezi kuzifikia, aidha kwa ufinyu wa taarifa au namna ambavyo njia anazotumia kwa kupata taarifa sahihi, nini afanye kwa wakati huo na nini aache. Kama tunavyofahamu, kundi la vijana ni kundi ambalo katika malezi ni kundi ambalo linahitaji umakini zaidi. Kwayo, kwa hiyo tulienda kuwakumbusha wazazi na walezi ni namna gani aweze kukaa vizuri na vijana wao ili waweze kutumia hizi fursa ambazo zipo. Kwa kipindi hichi sisi kama serikali tumeweza kushirikiana na hili shirika la Restless tuijenge Tanga yetu. Ni shirika ambalo lina

lakini wazazi kwa tumekaa nini kimya, hatusemi nao watoto wetu. Kwa hiyo kwa, kwa semina ya leo imetushitua kwamba kumbe tunawajibu huu, tufanye hivi sisi wazazi. Vizuri, unaweza ukazungumziaje hili tabaka la vijana ambao huku serikali tunawatafuta lakini pia wazazi mnahangaika nao hmm? Tunawezaje kwa pamoja kushirikiana ili kuweza kuonyesha hili fursa ambazo zipo? Moja ya fursa ambazo zipo ni kama zile elimu zinazotolewa SIDO ambao serikali wanagharamia, kuna nafasi VETA, lakini kuna hizi NGOs tunaita kama ambavyo tuliwatambulisha hawa yeah, Tanga yetu hawa, mm, wanaosimamia ni wanaitwa Restless. Mm, unawezaje kuzungumzia kuhusu hili tabaka la vijana kuweza kuwasogeza kwenye hizi fursa na wakaweza kuona na kuzitumia? Nikianda mimi binafsi hapa, Miraji Ngoma ndugu yangu sikudanganyi, hata kufika mtaani watu kuulizia, mimi nimeshafikia, natoa zangu za mfukoni kuachukua vijana kuwapeleka hata kwenye magereji ya marafiki zangu. Hongera sana, kaa hapa, jifunze, kuchukua ushahidi timu, unaanza maisha yako. Mimi sikudanganyi, hata watoto ambao hawaendi mashule, hawaendi shule, naishi nayo kule. Kwa hiyo hii kwamba kutafuta watu tendene wapi? Hebu njoo tuwape hawa watu, e tu, tu, tu, tu watu ambao wanataka sababu akishakuwa na na, na kusha, kusha jiwa, jiwa kwa sababu waweza kushajua kwa mua. Hata kwa mzigo kwa wazazi, kwa kweli ili pia binafsi na leo mkono kupita kiasi. Kwa hiyo mnatuambiaje mna, mna, mna sasa? Je, tuna tupo tayari kuonyesha ule utayari wa kuwatoa vijana majumbani wakaondokana na yale makundi ya hatari ya kukaa tu nyumbani kukaa vijiweni na hata wakajiingiza katika njia zisizo sahihi kutuletea katika hizi njia sahi na kuona fursa fursaana mzazi, tumekuona kama jicho la tatu la kijana kwamba unao uwezo wa kumwonyesha fursa zilipo kwa elimu hii ya leo. Je, unatuambiaje? Unaweza ukawa hey, ni sehemu au ni nyenzo ya kijana huyu kuweza kumfikia au akanufaika naa kipindi cha likizo ambayo okay. Lionayo nikuombe mdatu saa yote hata nyambie ni, ni wabebe nikuletee nitakuletea pale pa, pa, ulipo kwa maana hawa ha, kuwezeshwa ha, niko tayari kufukotoa msaada msa, msa huo kwa sababu tukiwatengeneza sasa hivi tutapata faida ya baadaye. Sawa basi, tunashukuru sana na asante sana Sawa sawa, okay. Okay.